Miongoni mwa changamoto kubwa sana utakayokutana nayo unapopambana kufikia mafanikio ya kifedha ni kuishi kwa bajeti. Yani, hilo ni kazi kwa kweli, na kitu kigumu hapa sio kutengeneza bajeti, unaweza ukatengeneza tu bajeti, lakini shida ni kuhakikisha unaifuata bajeti, bajeti uliyoitengeneza katika siku ya leo. Kupitia channel yangu hii ya Victor Mwambene, nitaenda kukuelekeza njia rahisi zaidi ya kutengeneza na kuhakikisha unaishi kwa bajeti. Japokuwa njia hii kama utaweza kuitumia, basi nina uhakika kila mwezi utaweza kuishi kwa bajeti, na ukianza kuishi kwa bajeti, utafanikiwa kifedha kwa haraka kwa sababu kazi kubwa ya budget ni kukusaidia kutumia fedha zako kwa akili na sio kwa hisia. Leo nitakwambia nini maana ya budget, na nitakwambia sababu kubwa za kwa nini watu wengi hawana budget, lakini pia nitakwambia aina mbalimbali za budget, lakini pia nitakupa formula ya kutengeneza budget yako, au kanuni ya kutengeneza budget yako, lakini pia nitakwambia eh, jambo la msingi sana la mambo ya kuzingatia unapokuwa unatengeneza bajeti yako. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha pamoja na biashara na nimeandika vitabu vitatu. Kitabu changu cha kwanza ni hiki kinaitwa Kanuni 20 za Fedha, kinaelezea misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Lakini kitabu changu cha pili ni hiki kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara Yako, na kitabu changu cha tatu ni hiki kinaitwa Nguvu ya Kujua, ambacho kinaelezea mambo 16 unaopaswa kuyajua ili ufanikiwe kwenye maisha yako. Sasa, kwa siku ya leo bwana, nimeandaa ili somo muhimu sana kwa ajili yako. Wewe unayenitazama hapo, eh, kuna uwezekano mkubwa sana hauna budget kabisa au eh, una budget lakini unashindwa kuifuata budget yako. Au hujui kabisa kuhusiana na budget wala huwezi uwezi hata kutengeneza. Katika siku leo, hivyo vyote nitakusaidia kama utazingatia haya nitakokwenda kukwambia. So, moja kwa moja tuanze na nini maana ya budget. Kuna tafsiri mbili za budget. Tafsiri ya kwanza ambayo ndio kubwa zaidi, ni budget ni makadirio ya mapato na matumizi ya fedha katika kipindi fulani ili kuhakikisha mipango inafanikiwa. Naomba hii tafsiri uiandike kabisa kwa peni na karatasi. Ukiiandika utaikumbuka, yaani bajeti ni makadirio ya mapato na matumizi ya fedha katika kipindi fulani ili kuhakikisha mipango na malengo yanafanikiwa. Kwa kwenye budget tuna kitu kinakiita mapato, ambapo tunakadiria mwezi unaofuata nitaingiza kiasi fulani. Lakini kwenye budget pia tuna kitu tunakiita matumizi, ambapo unakadiria katika mwezi ujao nitatumia kiasi fulani kwenye nini, nitatumia nini kwenye nini, nitatumia nini. Yani nitatumia laki mbili kwenye kununua nguo, laki mbili kwenye ku, e, kufanya michango ya harusi na misiba, laki mbili kwenye kutenga ada, ada ya watoto laki mbili, si hivi na hivyo. Lakini kwenye bajeti kuna swala la mipango kufikiwa, kwa sababu hapo nimekwambia bajeti ni, ni makadirio na ma, ya, ni makadirio ya mapato na matumizi ya fedha katika kipindi fulani ili kuhakikisha malengo yanafanikiwa. Kwa kwenye bajeti lazima kuwe kuna malengo. Yani kila unapotengeneza bajeti lazima uwe na lengo la kiasi fulani cha kuweka akiba au lengo unaotaka kulifanikisha. Mtu ambaye ana bajeti hana malengo ni ngumu sana kuifuata bajeti yake na ni ngumu sana kuweza kufanikiwa hata kifedha pia. Kwa hiyo kwenye bajeti tunafanya makadirio. Kwamba nitaingiza shilingi ngapi, nita shilingi ngapi, nitatumia kiasi fulani, nitaweka akiba kiasi fulani. Hayo ndio mambo yanayohusika. Sasa, kuna hiyo ni tafsiri ya kwanza. Lakini kuna tafsiri nyingine ya bajeti. Tafsiri nyingine ya bajeti kutokana na Devi anasema bajeti ni kuiambia pesa yako iende wapi, badala ya kushangaa imepotelea wapi. Kuna watu wanasema, hiyu mwezi mbona nimeingiza hela nyingi, nimeingiza kama milioni mbili na nusu hivi, imeenda wapi? Yani kwenye benki na, na laki mbili tu, yani hela yote ile milioni mbili na laki tatu imeenda wapi? Milioni mbili imeenda wapi? kwa hiyo kuna watu wa namna hiyo kama nawe ni miongoni mwa watu ambao unajiulizaga hivi hii hela imepotea wapi ni kwa sababu hauna nini budget ukiwa na budget utajua kila senti ilikokwenda utajua kabisa mwezi uliopita voucher nilitumia elfu ishirini mwezi uliopita saruni nilitumia elfu sabini mwezi uliopita kwenye vyakula nyumbani nilitumia laki mbili na nusu mwezi uliopita hivi na hivi na hivi kwa hiyo umeelewa kuna msemo moja wa Waswahili wa, wa, wa, wa, unasema mali bila daftari huisha bila habari kwa mtu ambaye hawezi ha, ha, ha, ha, ha, kudokumenti pesa zake, mapato na matumizi yake, atakuwa anamaliza pesa bila kujua, atakuwa anamaliza pesa bila habari. Sasa kazi kubwa ya budget, mpenzi mtazamaji, ni kukusaidia wewe kutumia pesa zako kwa akili na sio kwa hisia. Eh, sio, kutu, sio kila unachotamani unatakiwa ukimiliki kwa wakati huo. Vingine unatakiwa uviwekee malengo uje uvimiliki mbele. Sio kwa sababu tu mwezi huu umeingiza hela nyingi basi umetamani mwezi huu kununua iPhone, unaenda kununua kulazimisha kununua iPhone mpya iliyotoka iPhone eh, 15 iliyotoka unalazimisha. Hapo unakuwa umetumia pesa yako kihisia, hisia ya tamaa badala ya kutumia kwa akili. Na ni budget tu ndio inaweza kukusaidia kuweza kutumia pesa zako kwa akili. Sasa kuna aina tatu za budget. Aina ya kwanza ya bajeti ni bajeti binafsi, ambapo wewe kama wewe kama mtu mmoja unajitengenezea bajeti yako. Unakadiria utaingiza shilingi ngapi na utatumiaje hiyo utakayoingiza, na kiasi gani pia utaweka akiba. Aina ya pili ya bajeti ni bajeti ya familia eh. Hii ni bajeti ambayo wewe kama kichwa cha familia, kwamba unaunganisha hela utakazozipata, unakadiria hela utakazozipata wewe kama baba na atakazozipata mke wako, alafu mwisho wa siku sasa unakadiria gharama za matumizi yenu yote kama familia, kwamba kwenye familia kutakuwa na matumizi hela usafiri ya mume wako, hela usafiri labda ya mke wako, hela ya, ya usafiri wa ya watoto kwenda shule, watoto wenu wote. Kwa hiyo mnatengeneza bajeti ya nini? Bajeti ya familia. Kwa hiyo ukihitaji mwongozo zaidi kuhusiana na bajeti ya familia pia unaweza kuwasiliana na mimi. Lakini aina nyingine ya bajeti ni bajeti katika biashara, yeah. Yani kwenye biashara yako unakadiria utaingiza kiasi gani na utatumieje hicho kiasi ambacho utakiingiza kwenye biashara yako. Kwa mfano, unaweza ukasema kwenye mwezi unaofuata wa 11 na natarajia niingize milioni kumi. Katika hiyo milioni kumi itakaoingiza, milioni saba itarudi kwa ajili ya kununua mzigo, yani itarudi kwa ajili ya mtaji. Alafu milioni tatu inayobaki, milioni moja ni mshahara wangu mimi E, na milioni moja nyingine ni mshahara wafanya wa wafanyakazi wangu labda. Alafu tena hiyo bilioni moja na inayobaki nyingine itaingia kwenye gharama za umeme, gharama za maji na nyingine pia itaingia kwenye fungu la kumi hapo kusaidia e, eh, eh, watoto kwa ajili ya sadaka na vitu kama hivyo hapo mambo ya kutoa. Lakini pia nyingine hapo pia inatakiwa ingie kwenye hela kodi, kodi ya fremu yako hiyo. E, eh, lakini nyingine hapo pia inatakiwa ingie kwenye eh, fedha kwa ajili ya kukuza mtaji wako wa biashara. Sio kila mwezi mtaji ni milioni tano tu, miaka yote inaenda, wewe una mtaji wa milioni kumi tu. Mtaji huo unakuwa kila mwezi. Kwa kila faida unaoipata kwenye kibiashara yako, lazima utenge kiasi ambacho kitaongeza mtaji wa biashara. Mtaji wa biashara lazima ukue. Kwa hiyo hizo ni aina tatu za budget, ukiachilia aina ya nne ya budget ambayo wengi tumeshawahi kuisikia na sio kazi yetu kujifunza, ni budget ya serikali, ambapo serikali inakuwa inakadiria itaingiza kiasi gani, kiasi fulani katika mwaka wa fedha unaofuata na inapangilia itatumia kiasi fulani. Hakuna nchi hata moja duniani ambayo haitumii budget. Umeshawahi kujiuliza kwa nini serikali inatumia natumia budget, halafu wewe hauna budget? Serikali inatumia natumia budget kwa sababu inajua fedha hazitoshi, kwa hiyo isipokuwa na budget itatumia pesa zake vibaya Si tumeelewana. Kwa kazi ya bajeti ni kusaidia kutuongoza kutumia fedha zetu katika namna ambayo ni nzuri na sio namna ya tamaa so, hayo ni mambo ambayo unatakiwa kuyafahamu kuhusiana na bajeti. Lakini jambo jingine sasa kwenye kwa nini unapaswa kuwa na bajeti? Umuhimu wa kuwa na bajeti kwenye maisha. Faida ya kwanza nilishaieleza, kazi ya kwanza bajeti ni kutusaidia kutumia fedha zetu kwa, kwa akili na sio kwa hisia. Ukienda tu sokoni umetamani nguo fulani kama ni mdada umetamani gauni unataka kununua jiulize je, ili gauni naotaka kununua liko kwenye bajeti yangu bajeti yangu ya mwezi huu inasema ninunue gauni? Umeenda sehemu fulani umekuta, e, kwenye bajeti, umekuta labda kitu fulani umekipenda, unajiuliza je, hiki ni kitu ambacho kiko kwenye bajeti? Lazima uweke kwenye bajeti yako, kwa kutumia fedha kwa akili na sio kwa hisia. Faida nyingine, bajeti utuepusha na madeni mabaya. Watu wasio na bajeti wanaingia kwenye madeni mabaya. Kwa nini? Kwa sababu unakuta mtu hana bajeti anatumia pesa zote. Usipokuwa na bajeti uwezi kuwa na mfuko fedha za mfuko wa dharura. Umepata majanga kwa sababu unapokuwa na budget pia lazima uwe, uwe unatenga fedha kwa ajili ya emergency, kwa ajili ya dharura. Kwa watu wenye budget wana fedha za dharura. Mtu asiye na budget hana fedha za dharura kwa sababu pesa si zinaenda sehemu mbalimbali. Tuna mara nyingi mtu asiye na budget anatumia pesa kwa vitu vya luxury, kwa, kwa vitu vya raha na starehe, hatumii fedha kwa, hatumii kwa ajili ya vitu vya maendeleo. Kitu tunaelewana, eh? Kwa hiyo mtu mwenye budget ni rahisi kuepuka madeni mabaya kwa sababu anatumia pesa zake ashaziongoza kabisa. Kila mwezi nikipata pesa natenga fedha ya dharura. Ikitokea nimepata msiba, mke wangu kafa au imetokea msiba, umepatikana msiba wa ndugu yetu kule nyumbani, eh, niwe na hela ya usafiri, sio naanza kukopa tena. Ikitokea nimeumwa, bima yangu iweze kukava hela, kabisa yake nishaitenga hii hapa kwa ajili ya dharura mbalimbali. Mtu ashaika labda milioni tano, milioni kumi. Na hela emergency inatakiwa ni hela eh, ya milon yako kwa mfano kama kila mwezi unaingiza milioni moja hela yako ambayo inatakiwa kwa, kwa, kwa fedha ya mfuko wa dharura inatakiwa isipungue milioni sita kama kila mwezi unaingiza milioni moja yaani na maana fedha ya emergency fund inatakiwa iwe ni kipato chako cha miezi sita mpaka tisa ikiwezekana. Inakaa tu huko, dharura zipo, usiishi kama hayatakuja kutokea matatizo. Unakumbuka wakati wa corona, kuna watu wengi hawakuwa na fedha za dharura na hii ni kwa sababu walikuwa wanaishi bila bajeti, hawakuwa wanatenga fedha za dharura, na hali iliyowafanya wakati wa korona kuna watu wapate taabu, kwa sababu hawakwenda kazini, watu walikuwa wamekaa tu majumbani, kuna kazi zilikuwa zimesitishwa kabisa mmc e, watu wanaotegemea mziki na vitu kama hivyo. So hiyo ni faida ya pili, kuepusha na madeni mabaya. Faida ya tatu ya kuwa na bajeti ni kupata fedha ya akiba. Ukiwa na bajeti kila mwezi, na maana kila mwezi lazima kwenye bajeti yako uweke fedha ya kuweka akiba watu ambao wanasema ah, mimi kipato changu kidogo, mimi pesa yangu haitoshi, siwezi kuweka akiba, ni kwa sababu hawakuiambia pesa yake iende wapi, hawakuiambia pesa yake, hawakutenga pesa ya akiba kwenye bajeti zao, si so, tunaelewana. Hilo ni jambo unalopaswa la, la, la, kulielewa. Sasa kubwa hapa unalotokiwa kulielewa, ili uweze kutengeneza bajeti, unahitaji kuwa na taarifa za matumizi yako ujue matumizi yako yanayojirudia kila mwezi ni yapi. Bila shaka itakuwa chakula, bila shaka itakuwa kodi kama umepanga, bila shaka itakuwa ni swala zima la matumizi ya maji, bili ya umeme, bila shaka itakuwa eh, ni masuala ya usafiri, masuala ya saruni, masuala ni hayo ndio matumizi yanayojirudia kwa lazima. Uyaandike chini matumizi yote yanayojirudia kila mwezi, kwa mfano labda tuashumu yako kumi, alafu pia lazima ujue uwe kwa mwezi, kila mwezi unaingiza shilingi ngapi? Kama umeajiriwa ni rahisi kwa sababu mshahara ni ule ule kila mwezi, labda ni milioni moja, si ndio? Lakini kama unafanya biashara tafuta wastani wa kipato chako kwa mwezi. Wastani ni kwamba jumla gawana kwa idadi. Tafuta kwa miezi sita umeingiza shingapi, gawanya kwa miezi sita. Yani kwa mfano, kwa miezi sita kama umeingiza milioni milioni kumi na mbili, gawanya kwa sita, ndo utajua kila mwezi huwa unaingiza shingapi. Ukishapata wastani wa kipato chako kwenye biashara yako, kwamba bwana, mimi kila mwezi, kwa sababu kwenye biashara unatakiwa ujilipe mshahara, si ndio? Eh, kama watu wengine. Kwa hiyo ukishajua kwenye biashara mimi najilipa mshahara labda milioni mbili, ile milioni mbili yako unatakiwa utengenezee budget sasa. Budget unatengenezaje budget unachokifanya kuna kanuni maalum, kuna kanuni ambayo nakupa hii, iandike hapa. Kanuni hii inaitwa hamsini ishirini ishirini kumi. Yaani andika hamsini, andika hamsini. Ukisha andika hamsini weka ile alama ya slash, au unaweza kuweka alama ya dash. Alafu tena andika ishirini, andika tena dash ishirini, alafu dash kumi. Nakupa ufafanuzi wa hii formula hii ni kanuni ya kutengeneza bajeti ambayo inasema hivi: asilimia hamsini ya kipato chako itumie kwenye vitu ambavyo ni lazima kwenye maisha yako. Maisha yako hayawezi kwenda bila hivyo vitu, hiyo ni asilimia hamsini. Kwa maana ya kwamba vitu ambavyo ni vya lazima kwenye maisha yako ni kama vile kodi, ni kama vile chakula, usafiri, ni kama vile masuala mazima ya bili ya maji, umeme na masuala kama, yani vitu ambavyo ni vya lazima, maisha yako hayawezi kwenda bila hiyo, ndo utumie asilimia hamsini ya kipato chako. Kwa kama unaingiza milioni tano, vitu vyote vya lazima ambazo so huwezi kaishi bila hivyo tano alafu, tena si nimekwambia 50 20 20 10? Asilimia 20 ya kipato chako kutumia kwenye vitu ambavyo vinaweza vikawa ni muhimu lakini sio lazima. Mfano hivyo vitu, kitu chochote ambacho ni cha raha na starehe vinaingia kwenye hii asilimia ishirini. Kama we ni mnywaji e, unatakiwa utumie kwenye hiyo asilimia ishirini, usizidishe Ha, kuna watu wanapitiliza. Kama we ni mtu ambaye unapenda pati, unapenda sherehe, kama ni mtu ambaye unapenda sana kuvaa iwe kwenye hiyo asilimia ishirini, kama ni mtu ambaye michango ya harusi, michango ya misiba iwe kwenye hiyo asilimia ishirini, sio tunaelewana hapa hapo, eh? Yes. Alafu pia eh, kuna ile asilimia ishirini nyingine ambayo unasema asilimia ishirini ya kipato chako tumia kwenye vitu ambavyo, tumia kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Kwa maana ya kwamba kila mwezi huwa unatenga asilimia ishirini ya kipato cha kwa ajili ya akiba. Hiyo ni akiba ambayo unaitumia kwa ajili ya kuja kuanzia biashara nyingine, kuanzia chanzo kingine cha mapato kwa sababu kanuni za fedha zinasema kama usitegemee, chanzo kimoja cha mapato ndio unatumia hiyo asilimia ishirini na sio vinginevyo. Lakini kama una madeni, hiyo asilimia ishirini hiyo ndio uitumie pia kulipa madeni. Kwa hiyo unaweza kutumia asilimia kumi kwa ajili ya kulipa madeni au kumi na tano, alafu ile tano ndio ibaki ndio utatumia kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kwa ajili ya akiba. Kwa kama una madeni lipa madeni yote kwanza, halafu ndo ushughulike na masuala ya kusave, hasa kama ni madeni mabaya yenye riba kubwa, ambayo riba inaongezeka kwa kadri siku zinavyozidi kwenda. Halafu ile asilimia kumi ya mwisho sasa ndo uitumie kwa ajili ya sadaka na fungu la kumi. Yaani lazima kwenye kila kipato chako kila mwezi utenge fedha kwa ajili ya kusaidia yatima, wajane, wagonjwa wa hospitalini na utenge pesa pia kwa ajili ya masuala ya sadaka na vitu kama hivyo hapo. Si tunaelewana eh? Itakusaidia zaidi na Mungu atabariki kipato chako. Kwa sababu unajua kuna watu bwana wana changamoto kwenye maisha yao ya kifedha ambazo hizo ni changamoto As, sio za kihalisia ya yani zimesababishwa na watu wengine labda una vita rohoni huko kwa hizo fedha uko unazifanya unazitumia una, una kwa ajili ya unasema good cause ni rahisi hata Mungu kuweka ulinzi kwenye maisha yako. Kuna watu ambao wanapata pesa, kila akipata pesa anaumwa. Eh, kwa mambo kama hayo ya, ya, ya, ya mambo mazuri yanayompendeza Mungu, itakusaidia pia na wewe Mungu kukuepusha na mambo mabaya. So kanuni ya 50 20 20 10 itumie. Asilimia 50 ya kipato chako tumia kwenye vitu ambavyo ni vya lazima uweze kuishi bila hivyo yale mahitaji ya lazima kabisa ambayo hata usipokuwa na hela lazima tu utumie kwenye hayo mahitaji. Alafu asilimia ya ishirini tumia kwenye vitu ambavyo ni vyaburu, vinaweza vika ni muhimu, sio lazima; michango harusi, michango ya misiba na mambo mengine yote, kununua nguo, kuvaa kusherehekea na vitu kama hivyo. Lakini asilimia ishirini inayofuata tumia kwa ajili ya akiba na uwekezaji na kulipa madeni. Alafu asilimia kumi ndio tumia kwa ajili ya masuala ambayo ni ya kijamii zaidi na kusaidia watu. Na mwisho kabisa, na kwa umuhimu zaidi watu wengi, kutengeneza bajeti sio kazi. Kazi ni kuifuata bajeti yako, kuhakikisha kwamba kama umepanga kwa mwezi e, michango isizidi ya asilimia tano ya kipato chako, ibaki hivyo hivyo. Kama umepanga kila mwezi utunze asilimia ishirini utunze asilimia ishirini Kama umepanga kila mwezi utumi, u -u -usi, usitumie zaidi ya asilimia kumi katika jambo fulani utumie hivyo hivyo. Sasa ni nini kitakusaidia uweze kuhakikisha unabaki au unastiki kwenye bajeti yako? Ilo ni swali ambalo nitalijibu hapa. Nitakupa formula rahisi ambayo itakusaidia wewe kuhakikisha unaishi kwa bajeti na unaifuata bajeti yako hata kama umpitia changamoto gani, hata kama umepata matatizo. Lakini kabla sijafika huko, nataka nikwambie, nilikwambia asilimia hamsini ya kipato chako tumia kwenye vitu ambavyo ni vya lazima. Vya lazima, ni maisha hayawezi kwenda bila hivyo, ikiwemo ni kulipa kodi. Sasa kodi yako haitakiwi kuzidi asilimia ishirini ya kipato chako Yani kodi unayolipa, unayolipa kwa mwezi ya sehemu unayoishi haitakiwi kuzidi asilimia ishirini mpaka ishirini na tano. Yani ikizidi sana asilimia ishirini na tano lakini haitakiwi kuzidi huko. Sana sana inatakiwa tu iwe asilimia ishirini. Kwa kama unaingiza milioni moja, unatakiwa ujitahidi unapokaa pawe ni laki mbili. Sio zaidi ya laki mbili na, na nusu. Sisi tumeelewana hapo. Sasa njia ambayo ninaweza nikakupatia hapo itakusaidia wewe kustiki kwenye bajeti yako. Itakusaidia kwa sababu changamoto kubwa kwenye bajeti sio kutengeneza changamoto kubwa ni kuhakikisha unaifuata bajeti yako kila mwezi. Sasa kuna njia nyingi ambazo unaweza kutumia, lakini kubwa ni kwamba tafuta mtu mwenye nidhamu ya fedha kubwa, alafu muombe huyo mtu akuwajibishe kwa miezi kama mitatu hivi, hv mfululizo. Huo unamtumia umeingiza ume, umetumia kiasi fulani kwenye nini. Kwanza mweleze bajeti yako huyo mtu, mtafute mtu, yani mtafute mtu ambaye ana nidhamu ya fedha, unamheshimu pia anaweza kawa ni financial coach, anaweza kawa ni coach wa masuala ya fedha na biashara, au anaweza kawa ni life coach tu wa kawaida. Mtu yoyote yule ambaye ni mtaalamu mwenye maarifa, au mtu yoyote mwenye nidhamu, anaweza kawa ni ndugu yako pia. Mtafute huyo mtu na mshirikishe malengo yako ya kiasi cha fedha ambayo unataka kuweka akiba, lakini pia huyo mtu E, au ni mtu ambaye utamshirikisha kwamba kila siku utamtumia ripoti ya ulichotumia na umetumia wapi kama bajeti yako unavyosema. Hiyo ndio njia ambayo itakusaidia kwa urahisi. Kwa sababu kinyume na hapo, ukisema hiyo bajeti uifuate wewe mwenyewe, inaweza kuwa ngumu sana kuifuata. So mtafute mtu ambaye unaweza kumheshimu, mtafute mtu ambaye ana nidhamu ya fedha, ambaye akusaidie kukuwajibisha kuhakikisha kwamba unabaki kwenye mstari, kuhakikisha kwamba unabaki kwenye kutumia fedha zako kama bajeti yako inavyokutaka. Kinyume na hapo utajikuta unapanga bajeti hauifuati hapo. Kwa hiyo ni formula ambayo itakusaidia sana kama utaizingatia. Hakikisha unakuwa na bajeti, natafuta mtu ambaye anakuwajibisha kuhakikisha unaifuata bajeti yako, bila kujali unajisikia au haujisikii. Kwa msaada zaidi unaweza ukawasiliana nami. Mwisho na kwa umuhimu, nitakuja kuelekeza katika siku zijazo pia mambo ambayo ni ya msingi sana ya kuzingatia pia kuhusu bajeti, lakini kama unataka pia kujifunza mambo mengi pia unaweza kupata kitabu changu hiki cha Kanuni 20 za Fedha. Kinaelezea misingi ya kutengeneza na kuwekeza fedha kwa usahihi, lakini pia mambo ya budget na kuweka akiba yako kwa kirefu. Lakini kitabu changu kingine pia kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Kinaelezea mambo yote nahusu kufanikisha biashara, kuanzia kwenye kupata wazo bora la biashara mpaka kwenye kupata wateja wengi na kuongeza faida kwenye biashara yako. Lakini kitabu changu cha mwisho ni hiki kinaitwa Nguvu ya kujua kinaelezea mambo 16 unayopaswa kuyajua ili ufanikiwe katika maisha yako. Hivi vitabu ni elfu thelathini lakini kama utanitafuta kwa sasa utavipata kwa shilingi elfu ishirini tu popote ulipo nchini Tanzania. Unaweza kupata vitabu hivi. Kupata vitabu hivi, wasiliana nami kwa namba za simu 0744 1266 40. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokekea sobo jipya. Ni follow kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene. Instagram Victor Mwambene, TikTok kwa jina la Victor Mwambene pamoja na kwenye Facebook page yangu. Asante sana hadi wakati mwingine.